Niombe tukae katika kuwepo huko, kuwe nafasi ya kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo. Ni siku muhimu sana kwangu toka tulipoanza mwezi huu wa tatu, na leo ni jumapili ya mwisho kabla ya kumaliza mwezi huu wa tatu. Basi niwe na maneno machache ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya sisi kuwepo mahali hapa, lakini kipekee ni mshukuru Mungu kwa ajili ya kibali ambacho amenipa leo kusimama katika madhabahu hii. Inawezekana nimesimama katika mambo mengi, labda katika kuimba, katika vikao vya dini na mambo mengine, lakini leo ninamshukuru sana Mungu kwa neema yake, amenipa kibali cha kusimama hapa kwa ajili ya kufundisha neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika siku ya leo, ningependa sana tujifunze wazo ambalo alituongoze katika siku ya leo kila mmoja aseme kushinda na kutawala bwana yesu asifiwe katika somo ambalo tunatamani leo tujifunze kama wapo wengine ambao wako kama mimi kila wakati tunapoingia katika nyumba za ibada au sehemu yoyote yenye kusanyiko la kusikia habari njema huwa nina kitabu ambacho huwa napenda kisi jambo linalofundishwa lisinipite bure kwa hiyo kama kuna mtu ambaye una notebook au una daftari unaandika alika wazo kuu: kushinda na kutawala. Bwana Yesu asifiwe, amin. Neno hili kushinda, mahali popote ambapo utasikia kuna neno kushinda, lazima nyuma yake utambue kwamba iko vita. Bwana asifiwe. Maana ili ionekane kuna mashindano, jambo la kwanza, ili ionekane pana mashindano, lazima kuwe na vita. Kama hakuna vita, maana yake kutakuwa hakuna mashindano. Na tunaposema kushinda na kutawala, maana yake katika maisha yetu lazima tutambue iko vita. Haijalishi wewe ni mwana maombi, haijalishi umesimama vizuri na Mungu kiasi gani, lakini lazima utambue iko vita, maana katika maisha ya kawaida unao uwezo wa kufanikiwa wewe kwa juhudi zako wewe mwenyewe ukajitaabisha katika masomo, wengine wamelala usiku wa manane, lakini wewe ukasimama kujikumbusha katika vitabu mbalimbali, katika namna nyingine, kwa juhudi zako wewe mwenyewe ukafanikiwa, bado watu watasimama kinyume na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi juhudi ulizo ume- ulizo umejibidilisha wewe mwenyewe kwa kwa uwezo wa kwako wewe mwenyewe ulipokuwa unafanya wengine walikuwa wamelala, lakini unapoanza kuonyesha mafanikio, hapo lazima ujue kwamba vita itakufuata. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na wapo watu wengi kwenye familia, katika jamii, watu wamechukiwa pasipo hata sababu yoyote. Yani hata unaweza ukamuuliza mtu, kwa sababu gani umemchukia huyu mtu? Au kwa sababu gani labda wewe unaonyesha chuki kwangu? Anaweza asiwe na majibu. Ni kwa sababu inawezekana katika mafanikio yale aliyo nayo, hicho tu ndicho kimeinua vita. Bwana Yesu asifiwe. Hasa katika jamii kuna watu wengine awezekana mmetoka kwenye familia za chini kama sisi, wengine katika familia ambazo hazikustahili, yaani hakuna aliyetazamia kwamba wewe utakuwepo, utakuwa na familia na utakuwa na majukumu na unaweza kuwasaidia watu wengine, hakuna aliyeweza. Hasa katika hali hiyo, unapoonyesha juhudi za kusogea kuitambulisha familia yenu, wewe kama ni nani, hapo tu unaweza ukaibua vita kubwa katika jamii inayokuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema kushinda na kutawala, jambo la kwanza ambao kwa itakuwa tujue maisha yetu yana vita, iwe katika huduma unayo unayoifanya, lazima utambue kwamba hapa ninapofanya, lazima kuna vita inanyanyuka duniani. Sasa tunaposema kushinda na kutawala Jambo la kwanza lazima tutambue ili uwe mshindi, ili kuwe na mashindano lazima kuwe na vita. Na wakati mwingine ziko vita, vita ya kiroho. Hata sisi waombaji, sisi watumishi wa Mungu, vita ya kiroho huwa ni nyepesi sana kuishinda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vita ya maneno, na ndio maana huwa wewe ukitaka kufuatilia jaribu kuangalia sana, watu wanaweza wakamtafuta waka, waka, waka mtu katika ulimwengu wa roho wasimpate wakamtafuta katika ulimwengu wa roho wasimpate, akashinda. Lakini vita ya maneno ikaja ikamwangusha. Bwana Yesu asifiwe. Vita ya maneno ikaa sema, kushinda na kutawala maana yake lazima tutambue, katika maeneo hayo, katika mazingira unayoishi inawezekana, huko shuleni inawezekana, huko chuoni unasoma, lakini lazima kutambue kwamba katika juhudi ulionayo hapo ulipo, bado vita ipo. Ndio maana unaona wakati mwingine, unaona macho yanaweza yakazima yakafifia hayaoni, usijue ya labda ni nini. Hiyo ni vita ambayo unapitia sasa. Tunaposema kushinda na kutawala, tunataka tuangalie katika mazingira ya mfalume ni Yehoshafati ambaye alikuwa mfalume katika nchi ya Yuda katika Yerusalemu aliposikia habari, maanayake yake kuna watu walikaa. Sasa hapa Biblia haijasema hawa wamawamu ukisoma Bibilia wa Waperuzi wa, wa hiti ukisoma Biblia kuanzia mwanzo nyuma huku utaona ni watu ambao walikuwa wako kinyume na mapenzi ya Mungu. Kila wakati wao walikuwa ni watu wapinzani, walikuwa watu wabaya katika maisha ya watu wa Mungu. Manake katika maisha haya hata wana Waisraeli walipoingia katika nchi ya Kanani, nchi ambayo Mungu aliwaahidia baba zao kina Ibrahimu kuingia, walipoingia waliyakuta makabila haya yalikuwa yamesalia kule, na haya makabila yalikuwepo mahali pale, wao walikuwa wanaabudu miungu Wala sio Mungu. Sasa walipofika pale, maana yake hawa hawa watu wa mashariki, Moabu, wana wa Amoni pamoja na baadhi ya wameniamu wakaja juu ya Yoshafati. Maana yake waliweka kikao kujadili, pengine waliona uwezo wa kwao mmoja mmoja hawawezi. Sasa zamani tulikuwa tuna, tulikuwa tuna michezo ile kama mnapigana siku hizi. Sasa nafikiri watu tumekuwa wagogu sana, wale wa zamani miaka ya tisini kwa muda mpaka 96 naweza nikasema. Tulikuwa tunagombanishwa pasipo hata sababu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mnakutana tu mnaenda kuchunga mnacheza halafu ndani mbabe na wao mimi hapa. Hamna hata kugombana wala ni mnaanza kusipika. Bwana asifiwe. Mnapigana, wewe watu wanawaangalia hakuna hata mtu anayeamua. Lakini nafika hatua wakati mwingine mkiona huyu mtu anawashinda sasa, inabidi kumvamie. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ametusumbua sana sasa tuunganishe watatu wanne, tumshambulie na yeye sasa. Huyo Yoshafati pamoja na jeshi yake na nchi ya Yuda, inawezekana katika mawazo ya kawaida hawa wa Moabu walikuwa wame, wamefikiria sana juu ya kumshinda katika vita, wamefikiria sana, wakaona tukienda taifa moja hatutoweza, tukienda labda peke yetu hatutoweza. Sasa cha kufanya hapa, tuungane, tuunganishe nguvu zetu kwa pamoja ili tukamshambulie Yoshafati pamoja na nchi yote ya Yuda wanapokubaliana katika maazimio haya, asubuhi nilisema wakati mwingine wambea sio wabaya, bwana yesu wasibiwe. Sisemi kama tuwe wambea, lakini wambea sio wabaya, bwana yesu wasibiwe. Kuna wakati mwingine anaweza akakupa habari ya kukuandaa kuepuka na hatari iliyo mbele yako, ila tu ajaambiwa kwamie, lakini amesema kitu kizuri, bwana yesu wasibiwe. Sasa hawa watu maanake walipopanga, kumbe katikati yao kulikuwa na watu ambao wa walikuwa wamewekwa attention kwa ajili ya kujua mazingira ya mambo gani yatakayowapata. Ilipotokea habari wamekubaliana wale watu wakaondoka moja kwa moja, wakakimbia kwa mfalme Yoheshafati, wakaenda kumwelezea habari za mambo yale ambayo watu wale wanajadili. Walipofika akaeleza kwamba, bwana, katika maisha yako huko hatarini kuna hawa wa Moabu, kuna hawa wana wa Amoni na majeshi mengi katika taifa hili yaliyotuzunguka, wamejipanga kutuvamia. Na pengine walipomwambia hivyo, wakamwambia katika uwezo ambao tunao, ninajua sisi hatuwezi kushinda, hatuwezi kushinda nao kwa sababu ni jeshi imara, na sisi ni wadhaifu, hatuwezi kupambana nao. Sasa sijui, lakini kwa sababu Yehoshafati alikuwa tayari anajua katika safari ya wana wa Israeli alikuwa amejua Mungu alitenganisha bahari ya Shamu kwa ajili ya Musa kuvuka. Maana yake Yoshafati alikuwa amejua na hizo siri anazo. Wana wa Israeli walipofika katika bahari ya Shamu, walipotazama mbele, walipotazama nyuma, mbele kuna maji, nyuma kuna maadui, walipofika katikati ya maji, maana yake Mungu alisimama pamoja na Musa akatenganisha bahari, watu wakavuka. Lakini pia alipotazama aliona Mungu alishusha kuta za Yeriko kwa ajili ya Yoshua, lakini haitoshi hivyo. Alikuwa amejifunza habari za Mungu kufunga vinywa vya simba kwa ajili ya Danieli. Danieli, Danieli alitupukizwa katika katika pango la simba. Sasa katika hali hiyo, maana yake akupata msaada wote, lakini Mungu alifunga vinywa vya simba, Danieli akawa mzima. Sasa katika haya yote yalimpelekea shefati kutambua kwamba kumbe katika vita hii, hata kama ninaogopa, hata kama nina hofu, ninajua kumbe yuko Mungu anayeweza kusimama pamoja nasi kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Alipowaza haya, maana yake hakuwa na mbinu Ingekuwa mimi mwenyewe ningesema sasa tuanze kukimbia au tuanze kutafuta nchi ambayo ina, ina makombora makubwa, tuanze kujiandaa na vita hii. Lakini Yoshafati, kwa sababu alijua, alifahamu siri ya Mungu kuwashindia hawa watu wengi, naye alifahamu hilo, jambo la kwanza ambalo Yoshafati alifanya, yeye alikusanya watu wa Mungu katika nchi ya Yuda, akawaalika watu wote, akasema, hakuna kuhangaika, hakuna kuwa na shida yoyote, bali mimi nimewaita wale wanaoweza kufunga, fungeni; wale wanaoweza kukesha katika maombi wakeshe. Wale wanaoweza kufanya kum kwa namna yoyote ile, tusimame kumlilia Mungu vita hivi, na uhakika tutashinda. Sasa Yoshafati, angekuwa mtu mwingine, angeanza kutafuta sehemu yoyote ile ya msaada, lakini alitambua uwezo wa Mungu alitambua nguvu za Mungu ndizo zinazoweza kuwasaidia. Sasa wakati wako katika maombi, wakati wako katika kumlilia Bwana, kuutafuta uso wa Bwana, ndipo bwana mmoja anaitwa Yezeeli ambaye alikuwa mtu mdogo kabisa, Mungu anamwinua anam, anam, kusema anamwambia Yoshafati kwamba wewe pamoja na watu wako nyama zenu mtakaoona uko- mkono wa Mungu utawasimama ninyi, mtanyamaza kimya, lakini Mungu atawapigania. Bwana Yesu asifiwe maana akasema, mtanyamaza kimya maana mkunyamaza kimya, hamuwezi kuhangaika, bali mtanyamaza kimya, muone mkono wa Mungu utakavyowaokoa. Lakini wana wa Israeli katika hiyo, hata wao hawakuelewa Yaani nia ya nia ya Mungu kusema nyama zeni kimya, hawakuelewa. Kwa sababu gani? Walisema nyama zeni kimya, lakini bado waliendelea, walipotazama hayo maandiko, lakini bado waliendelea kupambana, walipigana vita vya kimwili. Sasa walishindwa kuelewa kwamba sasa Mungu anasema vita ni ya kwangu. Alafu ye anasema ni nyamaze kimya, na wakati huo bado wako maadui wananisogelea. Maana yake hawakuelewa, waliendelea kupigana lakini tafsiri nzuri ya kunyamaza kinywi, maana yake katika maisha yetu, sisi watu wa zamani ilikuwa mpaka wawote ndoto ili wafanye jambo, mpaka mwingine wawote ndipo asubuhi hali azungumze. Lakini Mungu akasema, hapana, sasa ninamleta mwana wa pekee ambaye ndiyo Yesu Kristo. Maana Yesu Kristo, ukimwamini yeye, vita yako itakuwa nyepesi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wanaposema kwamba nyamazeni kinywi maana yake sisi kazi yetu kunyamaza kimya, halafu tunamwamini Kristo apigane kwa ajili yetu, sisi hatuwezi. Bwana Yesu asifiwe. hata yeye mwenyewe shafati. Sinaona kuna watu wengine ambao hatuwawezi, hata kama tutapiga magoti, tutaomba vipi, bado hatuwawezi. Ukiona hiyo vita huiwezi, unamwachia mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati mwingine, wakati mwingine tunapambana wenyewe, unajitaabisha mwenyewe, kumbe yuko mwenyewe aliyesema tunyamaza. Pale msalabani anasema kwa kupigwa kwake sisi tumefanyana. Hebu fikiria, apigwe mwingine alafu upone wewe, kwa kwa imani. Maana yake tunaamini kwamba Yesu Kristo ndiyo suluhisho la maisha yetu ya tamu. Yesu Kristo ndiyo suluhisho la mambo mengi ya maswali na majibu ambayo tunajiuliza sisi wenyewe. Sasa Yoshafati wanapoenda Biblia inasema wanapoondoka, e amewaambia wanapoondoka kwenda kwenye vita. Hebu fikiria ilivyokuwa rahisi, wanasema walipofika walikuta wale wapinzani wao au wale maadui wao wote wameshakufa. Maana yake Biblia na inawezekana Biblia tu haishei, lakini walikuwa wamepolwa vitu vingi, ndio maana wanasema muda wa siku tatu walikuwa wanajimilikisha mali zao ambazo zilikuwa zimepolwa manake kama ni cheni, kama ni mikufu, hereni za dhahabu, walimoa vitu vyote, watu kwa wale watu waliokuwa wamekufu. Maana ilikuwa ni hatari kwao, lakini kilichosababisha washinde ni kwa sababu walisikiliza sauti ya Mungu wakaeziwasikiri. Inawezekana katika maisha yako, inawezekana unapitia katika vita ya uchumi, inawezekana unapitia katika vita ya magonjwa, inawezekana unapita katika vita yoyote ile ambayo unaona kwako imekuwa kikwazo. Leo ninataka nikwambie yuko Mungu ambaye anaweza a, utashinda na mwisho utakuwa mtawala. Sasa kuna mambo machache ambayo natamani leo tujifunze habari ya kushinda na kutawala. Jambo la kwanza ambalo natamani ili tuwe washindi na tuwe watawala katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya ishirini na nane mstari wa kwanza maneno ya Mungu yanasema. Kumbukumbu la Torati sura ya ishirini na nane kuanzia aya ya kwanza maneno ya Mungu yanasema: itakuwa utakaposikia sauti ya Mungu, Bwana Mungu wako kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe! Hebu sema bidii. Eh, yaani bidii maana yake katika jambo lolote, jambo lolote lile unalofanya, ukilifanya kwa bidii, mpendwa, mafanikio utayaona. Hakuna jambo ambalo unaweza ukalifanya kwa bidii Mungu asikujibu. Watu wengi waliofanya kwa bidii Mungu alionekana kwao, lakini ukifanya kwa ulegevu, kila wakati unaweza ukasema hujaona baraka za Mungu kwa sababu kazi unayofanya, biashara unayofanya, unafanya kwa ulegevu asubuhi nikasema, hata kama una beseni unauza beseni, unauza samaki, jambo lolote linalofanya una linakupa kipato lifanye kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anamwambia Musa awaambie wana wa Israeli watakapofika katika nchi ya, ya, ya ahadi, nchi yenye maziwa na asali, nchi nzuri. Maana yake kitu kitawakatiweza kuwasaidia waendelee kusimama katika misingi ya kumtegemea Mungu ni bidii. baada alitambua We, unaenda kwenye nchi ya watu, nchi ya watu ambao wamezoea, wamezoeaia katika maisha yetu. Jambo la pili, ili tushinde vita, jambo la kwanza nimesema lazima tuwe na la bidii, lakini jambo la pili lazima tuwe na la Yesu. Bwana asifiwe, lazima tuwe na la Yesu, maana Yesu ndiye anayeweza kushinda vita, Yesu ndiye anayeweza wengine baada tulivyoumba sisi hatuwezi kuzungumza sana. Kuna watu wengine mabingwa wa kuongea, lakini ukiona wewe huwezi hata katika jamii huwezi kushindana, katika mambo ya kishirikina huwezi. Usalama wako lazima uwe na Yesu. Bwana Yesu asifiwe! Ili uwe salama, lazima uwe na Yesu, na hapa nitawatolea mfano mmoja katika kitabu cha injili ya Matayo Mtakatifu, kitabu cha Matayo Mtakatifu Injili kama alivyoandika Mathayo Mtakatifu ile sura ya Injili ya Mathayo Mtakatifu sura ya nane mstari wa ishirini na tatu inasimulia habari za Yesu kutembea na wanafunzi wake katika chombo cha ja kusafiria katika bahari. Biblia inasema hawa wanafunzi pamoja na Yesu walikuwa katika safari moja walipokuwa wanaelekea mahali ambapo kulikusudiwa wao waende. Katikati ya safari yao, ilitokea dhoruba kwenye bahari, na mwisho chombo chao kikaanza kusunguliwa, wakaanza kupata labsha katika chombo chao. Maana yake chombo kikaanza kutaka kuzama. Sasa kawaida ya wanaume na asubuhi, nikasema sisi wanaume kawaida yetu mpaka ukimwona mwanaume anakuhadisia jambo lake la aibu huyo ah, muangalie mara mbili, mara tatu. Bwana Yesu asifiwe. yaani kuna kuna mahali wameweka kuna mahakama za ufundishaji kama wanaume mnanyanyasika njoni. lakini ukienda pale huwezi kukuta hata mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. lakini tunaopigwa tupo, yaani tunajikaza, tunaporudi unawaza, yani leo nitakulaje vibao leo yaani sijui, lakini kusema hata kwa mtu mwingine akusaidie hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama kuna wanaume wepesi kusema eh, wanaume tuna mioyo migumu. Anapata tabu, naweza akapata jambo baya ambayo likamzuru, lakini asimuhadisie mtu, hofu kwamba nikimuhadisia atanionaje mimi, kweli na mwili wangu, niseme nimepigwa jana. Mimi nitaonekanaje? Yaani hicho ni kitu, lakini katika maisha ya kawaida jamani, sasa hivi ni mtendawazi. Kama unapigwa sema usikike, bwana asijue wanaume

Mejua leo Bwana Yesu asifiwe. Sasa hawa wanaume ambao walikuwa wanafunzi wa Yesu, maana Biblia haisemi kama katika safari hii walikuwepo na wanawake. Hapana, zamani wa Yahudi wanawake walikuwa hawapeli nafasi. Sasa wanafunzi hawa walikuwa wanaume tupu, walihangaika usiku na mchana, wakati wa shida inawezekana walimwaga hata maji nje, inawezekana walihangaika kweli kujiokoa wao wenyewe lakini walipaswa watambue kwamba wa, yuko mwanaume ambaye wanaye ana uwezo wa kutuliza hata bahari. Bwana Yesu asifiwe. Walihangaika mwisho, sasa walipoona maji yamewafika shingoni, wanaenda Yesu, kwa Yesu tena kwa ukali kwamba sisi tunaangamia, tuko katika hali ya kufa, wewe umelala tu. Maana yake sasa, nimelala nifanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Hamkumuo, hamkujua umuhimu wangu mimi, nifanyai? sasa nimelala ndio sasa akawaambia sasa nyinyi ina maana muda wote mko na mimi. mmeona matukio mengi nimefanya nimemfufua Lazaro nimemponya mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu muda wa miaka kumi na mbili katika hayo yote nyinyi hamkuona nyinyi hamkujua hayo maana yake mlipasa mliamini tu alafu bahari ingetulia Bwana Yesu asifiwe. lakini kwa sababu mlitaka kupambana wenyewe sasa wala msiseme chochote wanafunzi wanapoenda kumwamsha Yesu, Yesu anapoamka, anapozungumza maneno haya, bahari inatulia, mambo yanakuwa shwari na watu wanaendelea na safari Amin. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu ndiye anaye uwezo wa kutuliza bahari. Yesu ndiye anayeweza kusimama pamoja na wewe akakutoa katika kiwango ambacho wewe unakusudia kufika akakufikisha. Yesu ndiye anaye uwezo. Ningeweza kusema leo Yesu ni sawa na mtu anayetembea kwa mguu halafu wewe ukatembea kwenye chombo cha usafiri maana anayetembea kwa mguu atachelewa kufika, lakini mwenye chombo cha usafiri atafika haraka. Hata kama ataondoka saa kumi na, na moja alfajiri kwa mguu, wewe wa gari utampita njiani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana yake tunatakiwa tumwamini Kristo ili ili Kristo asimame kama chombo cha sisi kutuvusha mahali tulipo, kutusogeza mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe. Naona Yoshafati anarudi, wanarudi na wana wa Israeli, wanafuraha furaha, wanamsifu Mungu, wanasema wewe ndiye Mungu tunayekutegemea, wewe ndiye Mungu uliyesimama pamoja nasi, umetutetea katika hii leo, maadui zetu umewaondoa, maana wewe peke yako, wao peke yao wasingeweza. Bwana Yesu asifiwe. Katika vita unayopitia iwe vita ya magonjwa, iwe vita ya uchumi, iwe vita ya kukataliwa, iwe vita ya kudharauliwa katika sehemu ulipo, iwe vita ya huduma, nataka nikusihi wewe, katika vita yako mtazame Yesu. Maana Yesu ndiye anayo uwezo wa kutuliza bahari. Yesu ndiye anayo uwezo wa kukutoa hapo ulipo na kukupeleka katika kiwango unachokusudia. Inawezekana wanadamu wengi, inawezekana tatizo lako ulionalo umeweza kuwaambia watu wengine, na leo yamekuwa matangazo katika jamii. Unapotembea umekuwa huna maana, unapotembea umekuwa huonekani kama mwanadamu, maana wanadamu wengine wako vizuri kudhalilisha watu wengine. Lakini leo ninataka nikwambie, yuko mwanaume Yesu ambayo ukimwambia shida zako, ambayo ukisimama pamoja naye, yeye hawezi kukudhalilisha, basi atakupa utukufu. Wale waliokuona haufai leo utaonekana unafaa, waliokukataa leo watakukubali. Yuko mwanaume Yesu, bwana wasifiwe. Huyo ndiye mwanaume ambaye anaweza akafugusha katika utukufu kwenda utukufu mwingine, lakini sio mwanadamu <laughs> aa, Yesu wasifiwe. Hawa oh, wakisoma katika kitabu hiki unamwona mwisho kabisa, wesafati ana furaha kubwa, ana furaha kubwa. Inawezekana katika hali hiyo, inawezekana wapo maadui walioweka mitego juu yako, lakini nataka nikwambie ukimwamini, okay, Kristo maisha yako yatakuwa salama, huduma yako itasogea, maana Kristo ndiyo anayo uwezo wa kumtoa mtu mahali alipo alipodharauliwa na kumheshimisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka niwasihi jambo la mwisho, tujitahidi sana tuwafurahishe watu wengine Bwana Yesu asifiwe. Yani, usifurahie kwa sababu wewe una furaha, ila furahi kwa sababu wengi wanafuraha juu yako. Unaweza ukafurahia ukawa una furaha, kumbe kuna watu wengine umewaumiza vya kutosha, lakini furahia kwa sababu wako wengi wanafuraha kwa ajili yako wewe, na hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma. Hata takapovuka hii Kwaresma, maisha ya Wakristo tusiwe kama wengine wakifungua jioni kama ni sigara na mambo mengine wanafanya sisi lazima tuwe watu wa tofauti, kama ni matendo mema, kama ni maisha ya Kristo, maana yake tunapaswa tuishi katika wakati wote. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atubariki sana, kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.